Mambo saba unayopaswa kuacha kama unataka kufanikiwa maishani. Ukiendelea na tabia hizi saba, sahau kufanikiwa au kupata mafanikio kwenye maisha yako. Hizi ndizo zinaua ndoto zako kimya kimya. Tabia ya kwanza, kuanza vitu vingi bila kumaliza. Unaanza hiki baada ya siku kadhaa unaacha, unafuata kitu kingine. Tabia ya pili, tegemea watu sana, tegemea kama mjomba atakusaidia au ndugu. Tabia ya tatu, kuigiza maisha mazuri kwenye social media, kupiga picha na magari ambayo si yako, nyumba kali, unaigiza life na fake life hii you know, ni tabia ambayo inachelewesha. Kuishi bila akiba mkua, unaishi bila kuweka chochote, kitu ambacho kinaweza kikakusaidia kipindi ambacho utakuwa huko kwenye majanga. Tabia ya tano kukosa nidhamu ya muda. Wewe uthamini muda, hauna nidhamu kabisa ya kupanga mambo yako katika muda. Wakikuhitaji mapema, wewe unachelewa kazini au katika mambo yako tu ya kimaisha wewe una nidhamu ya muda kabisa, ujali muda. Tabia ya sita kutumia pesa kwa kujipa furaha. Unatumia pesa ovyo ovyo ili mradi tu kushow off, yani matumizi sio ya msingi wala sio ya lazima, unatumia tu pesa. Tabia ya mwisho na ya saba ni kukataa kujifunza skills mpya au ujuzi mpya. Unaweza ukawa ujuzi wa aina yoyote, lakini ni mpya. Unakuwa mvivu kujifunza, ambapo unakuwa unajiwekea mipaka mwenyewe katika kujifungulia fursa na sehemu zingine kuzifikia. Unakuwa uko dormant, kama unajua kitu kimoja ndio unakuwa ni hicho hicho ujiruhusu kufanya na vingine kujifunza ili ujiongezee wigo kufanya mambo. Je, yeah, ni jambo gani kati ya hayo nilokuambia utaanza kuwajibika nalo? Niambie kwenye comment.